Kwa majina yangu naitwa Naomi Damasi, ni makamu mwenyekiti wa Chaneka Karagwe, chama cha Netibori Tanzania. Na washukuru H Media kwa kututembelea uwanjani leo, siku ya mazoezi. Siku ya kesho tutakuwa na Bonanza la Netibori hapa Karagwe katika uwanja wa Bashungwa. Napenda kuwakaribisha wote, mkaribie kwa wingi mahali hapa. Tutakuwa na timu tano ambazo zitashiriki Timu ya kwanza ikiwa ni Kayanga Warriors, timu ya pili ikiwa ni Bugeni Sekondari, timu ya tatu itakuwa ni Kayanga Sekondari, timu ya nne itakuwa ni Bugeni Sekondari na timu ya tano itakuwa ni Omurushaka Queen. Tutashindana kesho kuanzia muda wa saa nne kamili asubuhi mpaka saa nne, kamili asubuhi. Saa kumi jioni nadhani mshindi atakuwa ameshapatikana. Lengo la bonanza hili ni kuibua vipaji kutoka mashuleni na katika wilaya hii ya Karagwe. Tunatamani na tunapenda kuikuza netiboli Karagwe. Karibuni sana kesho, karibuni mje mjionee vipaji mbalimbali vya wadada wetu pamoja na wanafunzi wetu, kesho tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026, ndio tutakuwa tuko mahali hapa kuanzia asubuhi. Karibuni sana H Media, tunawapenda. Kwa majina anaitwa Edwin John, ni au maarufu Mwalimu Edo, ni kocha wa timu ya Kayanga Warriors ambayo kesho itashiriki mashindano ya eh, H Media eh, Netball Bonanza ambayo mdhamini wake mkubwa ni H Media. Hawa wote niwashukuru H Media kwa udhamini wa eh, Netball kwa maana ya mchezo huo na Bonanza hili la kesho, kwa sababu pa ni, pasipo wao nadhani tusingeweza kufikia maazimio ambayo tulikuwa tumejiwekea lakini kutokana na mkono wao sisi kama timu ya Kayanga Warriors, tunashukuru vizuri, kwa sababu umefanya kitu cha kipekee sana ambacho bila shaka, eh, kwa namna ambavyo tumejiandaa sisi kama timu tunataraji zawadi ya kesho ya mshindi wa kwanza ambayo ni mbuzi. Sisi tumejipanga kuchukua mbuzi beberu huyo. Kwa majina anaitwa Fatihia Udhaifa Abdallah, ni kapteni wa timu ya Karagwe Warriors. tumejipanga kushiriki ligi ambayo imeandaliwa hapo kesho. Wachezaji wangu naamini wako vizuri, hakuna anayeumwa, hakuna dharura yoyote ile. Kwa hiyo tunawakaribisha kesho mapema kuanzia saa nne asubuhi kwenye viwanja vya Bashungwa. Napenda kuwashukuru H Media kwa, kwa kutuandalia bonanza hili, mlipotoa Mwenyezi Mungu hawazidishie kwa kweli, asanteni na karibuni sana kesho asubuhi saa 4 kamili, hakikisheni msikose. Asanteni. kwa majina naitwa Jesse Grace Mkagenzi, kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa H Media, tunapenda kuchukua nafasi hii e, kwanza kuwakaribisha wananchi wote wa, wa wilaya ya Karagwe na viunga vyake, siku ya kesho tarehe 31 kufika hapa katika viwanja vya Bashungwa mjini Kayanga kwa ajili ya kushuhudia e, bonanza hili ambalo linajulikana kwa jina la H Media E, netball, bonanza ambalo litafanyika siku ya kesho kuanzia majira ya saa nne kamili za asubuhi mpaka saa kumi kamili za jioni. E, sisi kama wadhamini wakuu wa bonanza hili tumeamua kulidhamini kwa sababu e, kama sehemu ya wadhamini wakuu, kwa sababu H Media ni moja kati ya media ambayo tunaamini sana katika swala zima la michezo na la burudani, lakini tunaamini sana katika swala zima la kukuza, kuibua pamoja na kuhakikisha kwamba vijana wanaviishi vipaji vyao kwa hiyo kwa sababu ya lengo hilo, ndio maana tukaamua kufanya hivi na kudhamini bonanza hili la netball kama sehemu ya kutia chachu kwa vijana wengine, ili waweze kuhakikisha kwamba wanajiunga na michezo mbalimbali, lakini vile vile yule ambaye anaamini kwamba ana kipaji cha kucheza mchezo wowote, basi aweze kufanya, na mwisho wa siku tuweze kuhakikisha kwamba kipaji hicho tunakikuza na kukiendeleza ili kesho na kesho kutwa aweze kukiishi kipadi hicho okay, siku ya kesho tunawakaribisha sana, na tunaomba sana wananchi wote wajitokeze katika viwanja hivi kuanzia majira ya saa nne kamili za asubuhi mpaka majira ya saa kumi kamili za jioni. Zawadi tumeandaa zawadi kama ifuatavyo: mshindi wa kwanza atapata zawadi ya mbuzi mwenye thamani ya kuanzia shilingi laki moja na nusu na kuendelea. Lakini mshindi wa pili atapata mpira pamoja na zawadi nyinginezo ndogo ndogo ambazo tutakuwa tumebarikiwa kuzipata kwa upande wa siku hiyo ya kesho. Kwa hiyo tunaomba sana wananchi wajitokeze kwa wingi siku ya kesho, ili waweze kuona kitu ambacho tumekiandaa kama H Media. H Media Kiafrika sana, karibuni sana. Mungu awabariki.